Barabara hizi ni kwa matumizi ya kila mtu, mwenye gari, mwenye bajaji, mwenye baisikeli, mwenda kwa miguu, wote wanatarajia katika, katika kujishughulisha kwao watumie fursa hii. Na Mheshimiwa Waziri, tumeweka na sheria. Inasikitisha katika baadhi ya maeneo, wanaoongoza kuvunja hiyo sheria sio watu wa kawaida, ni magari ya serikali. Inawekwa mita hamsini, inawekwa hiyo hiyo sheria ya ya 50 kwa kilomita wa hawafuati, imewekwa zebra hawafuati, imewekwa taa hawafuati, na wao ndio waliopendekeza mapendekezo ya sheria hizo. Bunge limetunga sheria hizo baada ya serikali kupendekeza, wavunjaji wakuu wanakuwa wao wa serikalini. Tunawapa kazi, watekeleza sheria, kila wakati kumvuku, kila wakati kumwomba radhi mtu aliyevunja sheria. Mheshimiwa Waziri, kaeni kwenye sekta kaeni sekta zote, wadau wote, wadau wote wanaohusika wa, wanao wizara ya uchukuzi, wizara ya mambo ya ndani, jeshi letu la polisi na wadau wote hawa watumiaji wa, wa, wa, wa, wa barabarani. Kama, kama tunaona vibao vile tulivyoweka vya hamsini vimepitwa na wakati tuvibadilishe. Kama tunaona vimepitwa na wakati tuvibadilishe kwa kuwa sisi inawezekana viliwekwa wakati barabara ni za vumbi, labda hiyo ndio iliwekwa hiyo. Kama haitekelezeki, tuibadilishe tuweke ile tunayotumia. Tusiwe na sheria ya wananchi wa kawaida, na tusiwe na utaratibu au wa, wa, wa, wa serikali wa, wa, wa serikali kupita kama kufuata, hiyo inakera na sisi hatuifuati. Nani atakaye wa, nani atakayewasemea hii kero, wale wanaokereka nayo? Kama tunaiona inatosha, kama tunaiona inatosha na ina umuhimu, kila mtu aifuate huu utaratibu wa kuwa na sheria kwamba hii inawakaba tu watu wa kawaida na haiwahusu serikali. Kama tunataka hivyo, tuandike kwenye sheria. Inaudhi, inaudhi. Mtu amebeba mgonjwa anafuata sheria halafu mwingine, mwingine yeye anapita tu, anavunja sheria, hapati adhabu. Mlala hoi akivunja sheria anapata adhabu.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 Watekeleza sheria, mnaweza mkawasaidia saidia wale, wale bajaji bodaboda kwa sababu wanaweza hata wakawa hawajui sheria na hawajafanya makusudi wao wa wa wa wadogo wananchi wadogo wadogo wa hao wa.